Tulikuwa tumebakiwa na hoja kumi, na baada ya taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali tumefanyia kazi hoja tatu kamilifu, bado tunaendelea kushughulikia hoja saba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hoja mpya za mwaka wa fedha wa ishirini na tatu ishirini na nne mdhibiti alitoa hoja thelathini na moja na hadi sasa tumekwisha kufanyia kazi kikamilifu hoja kumi na moja zimebaki hoja ishirini ambazo anaendelea kujiridhisha na zieleza aao tumepeleka kwake iya. Mheshimiwa mwenyekiti tulikuwa na maagizo ya laki ambayo tulikuwa tuna maagizo manne. Tumekwisha fanyia kazi agizo moja kikamilifu, bado tunaendelea kufanyia kazi maagizo mengine matatu. Mheshimiwa mwenyekiti, kabla ya kuwasilisha, naomba nilijuishe baraza lako tukufu kwamba halmashauri yako ilipata hati inayoridhisha kwa hesabu hizi. kusema haya naomba kuwasilisha. Mimi na machache kwanza, ni kuwapongeza halmashauri ya wilaya ya Mbinga 23, 23, 23. <coughs> kwa kupata hati safi katika uteguzi wa kutokana na ushirikiano wa mwenyekiti baraza la madiwani na management kuhakikisha kwamba halmashauri inaendeshwa kutokana na, na miongozo kanuni na sheria mbalimbali za nchi. Lakini kingine nawapongeza mwenyekiti na, mwenye na baraza lako la madiwani kwa kazi yenu tukufu mliofanya katika kipindi ambacho kinaishia kesho. Nawapongeza sana. Baada ya kutoa pongezi hilo, na na rai chache tu za kutoa. Cha kwanza ni ufuatiliaji wa hoja za nyuma. Kuna hoja bado zimebakia, pamoja na kwamba tunapata hati safi. Nawasihi tu management waendelee kupunguza hoja hizo, kwa sababu tulivyowaletea management letter, kuna hoja nyingi wamejitahidi kupunguza, lakini bado zimebakia na uzuri sasa hivi serikali kuu imewekeza katika mfumo wa kujibu hoja. Kwa hiyo kwanzia ya wizara, katibu tawala wa mkoa wanaweza wakatrack wakaangalia nani anajibu hoja nani anazembea, nafikiri itasaidia kupunguza hoja katika siku za mbele. Lakini kingine, tunaingia kwenye ukaguzi mwingine mwa ishirini na nne ishirini na tano, basi tunaomba mwendelee kujitahidi ili mpate hati safi kama mwaka uliopita ambao umekaguliwa na kingine ni kwamba, pamoja na kwamba tuna hoja, tusiwe wazalishaji wa hoja na wajibuji wa hoja, tuzuie hoja zisitokee. Tunatakiwa tuwe proactive, na kwa kufanya hivyo, kuna njia mbalimbali zinaweza mbali, zikatumika kuzuia hoja zisizalishwe. Njia ya kwanza ni kuimarisha udhibiti wa ndani, kuhakikisha kwamba hakuna mianya ya kufanya ukosefu wa mapato au matumizi katika shughuli ambazo hazina tija. Hii mnaweza mkamtumia mkaguzi wa ndani kwa sababu kazi yake kubwa ni kuimarisha mfumo wa udhibiti wa ndani. Mkurugenzi yamwezeshe awe anakagua sehemu mbalimbali ili amwambie sehemu zenye tatizo kwa ajili ya kupunguza hoja. Yeye anakuwa kama tujio la kwanza, sisi tukija tunakuta mambo mengi yameshashughulikiwa na mkaguzi wa ndani na management na management ameyafanyia kazi. Pili, serikali imewekeza kwenye mifumo mbalimbali ili kuongeza uwajibikaji na uwazi katika shughuli za halmashauri. Kuna mifumo ya fedha mbalimbali kama muse, kuna mgamis, kuna nesti katika mambo ya procurement kwao, si management tumie hii mifumo. Hii mifumo inasaidia sana kupunguza hoja, kwa sababu kunakuwa na accountability. Mkurugenzi mwenyewe anaweza akawa mbali akachungulia, akaona kuna tatizo, akafanyia kazi kwa, na zamani tulikuwa tunatumia makaratasi kwa Dar es Salaam mpaka ufuatilie makaratasi na kwa ni shughuli mpevu gundua kwamba kuna tatizo, lakini mifumo ina streamline na kuhakikisha kwamba kitu chochote kama kuna tatizo, mtu popote alipo anaweza kufanyia kazi. Lakini na management na washauri wale wakuu wa idara na vitengo wawe watu wa kwanza kuhakikisha kwenye ukaguzi wanatoa majibu sahihi ambayo anaweza kupunguza idadi ya hoja. Kuna tendency ya wakuu wa idara wanakaimisha wana hizo shughuli. Sasa unakuta mtu hajajua vizuri, unamkaimisha mwisho wa siku inaibuka hoja ya ukaguzi ka tunaansi wawe na kipaumbele kwenye ukaguzi. Jambo jingine, tunaingia kwenye ukaguzi wa ishirini na tano baada ya madiwani kuondoka, tutaanza kuanzia Julai. Natoa turahi tupewe ushirikiano wa nyaraka na majibu ambayo ni majibu sahihi, punguza hoja za ukaguzi. Lakini cha mwisho, napenda kutoa shukrani kwa sekretariat ya mkoa wametupa ushirikiano mkubwa katika shughuli zetu tunazofanya katika halmashauri za mkoa wa Ruvuma, wanatusaidia sana. Lakini na management ya Mbinga na wenyewe wako shapu, tumewaletea management leta, wanajibu tukiwaelekeza, wanakuja mara ya mbili, wanapunguza tena. Yani wamekuwa wa shapu. Naomba kuongeza, si kipindi hichi madiwani wana wako katika kipindi cha mpito cha uchaguzi. Management endelee kufanya vile vile ninavyofanya ili tupate hati safi Kulingana na taarifa ya ukaguzi, taarifa ya hesabu za serikali, nawapongeza sana halmashauri ya Mbinga DC kwa kuendelea kupata hati safi. Na mara nyingi nilikuwa nikisema, ukiona umepata hati safi, uwajibikaji umefanyika kati ya wani. Madiwani ambao wanaosimamia nirandi mbalimbali lakini na watendaji wetu ambao ndio watekelezaji wamerativu, lakini pia hati safi inahusisha na, na matumizi sahihi ya mapato ambayo unapata, lakini hati safi inahusisha ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo halmashauri ya Mbinga anawapongeza katika hiyo na ndio maana ameweza kupata hati safi. Siri ya mafanikio haya yote ni umoja, mshikamano Ninaamini kati ya timu ya madiwani, viongozi na watendaji wetu, wataalamu, mmekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo nakupongeza mwenyekiti wa halmashauri na madiwani wako, lakini mpongeze mkurugenzi na wataalamu wake. Naona yako mabadiliko makubwa, ninyi mnakuwa mashahidi. Halmashauri hii ya Mbinga mlipogawanya na Mbinga mchi tulianzia kufanya kazi kwenye maeneo magumu sana lakini nyinyi hawalau kuliko walivyoanza wa Nyasa, kwa sababu wakati mwingine niliwaambia, katika utawala juu jana kule Nyasa vikao vya kwanza tulikuwa tunamfanyia kwenye miti ya miembe kwenye vivuti, siku za wikendi hazina masomo tunaenda darasani kwenye shule ya msingi Mbamba lakini walau nyinyi mlianza na majengo yale a ya, ya, ya barabara lakini, hatimaye Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake wameleta uboreshaji wa huduma hii ya utawala kwa kujenga jengo zuri kabisa ambalo leo linatolewa. Hongera sana. Nanonekana baadhi ya madiwani wanahofia kutorudi kumbe, wote mtarudi, ili muendelee kulitumia jengo hili. Kwa hiyo niwapongeze sana Mbinga DC, mnaenda kwa kasi kubwa ukilinganisha na wakati tunahamia hapa. Mimi nikuwa shahidi, kulikuwa na migogoro mingi. Mimi nilishiriki kuweza kuweka hali ya hewa vizuri, nilishirikiana na mkuu wa mkoa wakati ule, na nishukuru sana timu ya mkuu wa mkoa walisimama kidete sana kutoa mwongozo na maelekezo leo. Leo inang'aa, leo tunapata hati safi. Hongereni sana, endeleeni kulinda hiyo hati safi. Lakini pia katika taarifa ya ukaguzi inaonyesha kwamba kuna hoja, uendelee kuzijibu ili zimalizike, na mi nitoe rai katika eneo hili na niwapongeze watendaji wetu hasa wakurugenzi kwa namna mnavyofanya kazi karibu sana na wakaguzi wa ndani. Ukaguzi wa ndani ndio chekeche la kwanza la kubainisha changamoto ziko wapi, kumefanikiwa wapi. Mkiwawezesha wakaguzi wa ndani, itasaidia kubainisha changamoto mapema peni, kabla ya ukaguzi wa nje kwa hiyo ninaamini nawatumia vizuri, lakini ongezeni jitihada za kuwawezesha wakaguzi wa ndani. Najua hapo hapo na anatusaidia sana, lakini tukiwawezesha itatusaidia zaidi, ili kufuta hoja ambazo si za lazima. Hiyo ndio rai yetu, lakini na kuelekea kumalizia, niwatakie kila la heri sana waheshimiwa madiwani kwa kazi nzuri uliifanya ndani ya miaka mitano <laughs> Kama viongozi wa chama zote tuliopitisha tulio michakato tulio yote, nanyi mkapatikana na amefanya kazi nzuri, na sisi tunajirizisha na imani yetu kwamba mtarejea kwenda kuungana na wananchi, lakini pia watapenda ridhaa kuendelea, kwa sababu amefanya kazi nzuri. Na lakini tuambie kufanya kazi nzuri, anayekujua ni mwananchi aliokuchagua na aliokutumikia yatokea kumsaidia mwananchi badala yake unakandamiza, haipendezi. ota kusuruhutu. Jambo la kwanza ni la pongezi, na pongezi nazozitoa, nataka nitoe pongezi kwenye maeneo matatu. Moja ni dhima ya mkutano wako maalum wa baraza pamoja za ukaguzi kama ambavyo nimeshasema na wengine, kwa jinsi ambavyo mmeendelea kusimamia rasilimali ambazo zimepelekea halmashauri e, yetu ya wilaya ya Mbinga kupata hati safi kwa mwaka wa fedha ishirini na tatu ishirini na nne. Kwa hiyo na mimi ni wapongeze sana tunakosema tumepata hati safi, maana yake ni kwamba viongozi kwa umoja wenu kwenye ngazi ya halmashauri mmesimama vizuri kwa kuhakikisha kwamba rasilimali fedha tunazoletewa na makusanyo ya ndani kwamba yanasimamiwa vizuri eh, na kuelekezwa katika miradi mbalimbali ambayo mlikubaliana au tulikubaliana kwenye vikao vya baraza na kupitishwa na Bunge. Kwa hiyo kwa kupata hati safi, maana yake ni kwamba mmetembea katika mstari ulionyoka, na hii tafsiri yake pia kwamba inajitranslate kwenye kiwango cha huduma ambazo tunapeleka kwa wananchi. Ongeze garimu sana viongozi. Lakini pongezi za pili naomba ni wapongeze pia, na hili naomba nivisembe eh, mbele yako mgeni wetu rasmi katibu tawala wa mkoa, kwamba almashauri yetu ya wilaya Mbinga imeendelea kusimama sawa sawa kuhakikisha kwamba inakusanya mapato kama ambavyo yalivyo maelekezo ya serikali kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha ambayo inaisha thalathini Juni mwezi huu. Halmashauri yetu hii ilipitishiwa kukusanya bilioni nane nukta nne, lakini hivi tunavyozungumza, kwa taarifa nilizonazo, wameshakusanya shilingi bilioni kumi na mbili nukta mbili. Kwamba mefuka, ni kwamba wamevuka vile viwango ambavyo vimepitishwa na Bunge kwa kiasi cha shilingi bilioni nne nukta mbili. Si jambo rahisi kama hauna wake ambao wana commitment wana uzalendo na wanapenda kuona matokeo. Kwa hiyo kwa kweli mimi kama mkuu wa wilaya rasmi wa wilaya hii ya Mbinga eh, nafaridika sana kwa kazi kubwa ambayo halmashauri yetu inafanya, lakini la tatu kwenye pongezi hizo pia naomba niwapongeze sana eh, si kwa jinsi ambavyo mmeendelea kuwa na miradi ya mikakati kuwekeza katika miradi ya mikakati ambayo itasaidia kuongeza kipato cha halmashauri. Lakini kwenye pongezi hilo la mwisho eh, ni kupongeza mwenyekiti wetu wa halmashauri pamoja na baraza zima. Amezungumza mheshimiwa Profesa Kondo, mwisho kwamba huko nyuma kulikuwa na tifunatifuana lakini, pamoja na kwamba ni mwenyekiti wetu wa halmashauri e, katibu mtawala tu rasmi, mwenyekiti wetu wa halmashauri pia ni mchungaji, na kwa kweli aina ya uongozi ambayo tunayo katika halmashauri hii ni uongozi ambayo na humility, eh, sio uongozi wa kupandisha mabega, uongozi ambayo na humility but principle na wanatekeleza majukumu yao vizuri eh, kwa upendo, lakini bado tunaona matokeo makubwa, kwa sababu si kwamba ili utende lazima ufoke sana au mgombane sana au unyoshe sana mabega, kwa sababu kila mtu anayakwake mawili. Lakini you no know, ni watu ambao wanafanya kazi zao kwa kujituma, kwa upendo And na navyosema with humility. Kwa hiyo mimi naumba niseme mbele yako generasmi kwamba nafaridika sana kwa kazi kubwa ambayo utafanya. Lakini la pili nikimalizia lapili, lapili ambalo eh jana mweshimua rais alisaliokuwa nahetimisha ziara yake kule uh, sim alifanyia pale Bariadi, liko agizo ambalo alielekeza Nafahamu kwamba tunafanya vizuri katika ku katika ku katika eh, kupeleka zile asilimia kumi tu four four, lakini, la yako, lakini amba, na yako huko taratibu ambayo serikali imepitisha huko mjibu wa kisheria, lakini alielekeza kwamba halmashauri zetu ziangalie namna ya kuweza kuwawezesha watu wengi ili waweze kunufaika na zile fedha eh, na kuangalia yale masharti ambayo yapo kwao. Ninge, ningeomba najua eh, baada si ma, ya leo pengine sio kama pengine, kwa mjibu wa katiba ya nchi yetu baraza letu tutakuwa tunafika ukomo, na kwa majibu maelekezo ya mheshimiwa waziri Chengerwa, lakini pia mkurugenzi na timu ya manene itaendelea kusimamia shughuli za shughuli za halmashauri katika kipindi cha mpito. Niwaombe sana kwamba yale maelekezo ya mheshimiwa rais basi tuyazingatie kama ambavyo yalikuwa maelekezo, ili wale wanufaika ambao wanapaswa wanapasa na zile fedha waweze kunufaika nazo. Mheshimiwa mwenyekiti na ndugu wajumbe, nichukue fursa hii kukupongeza wewe mwenyekiti wa halmashauri, makamu mwenyekiti, mheshimiwa mbunge wetu, madiwani, mkurugenzi mtendaji, pamoja na wataalamu kwa kupata hati safi e. Natambua kuwa hati hii imepatikana kutokana na ukaguzi uliofanywa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2024. Kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Mheshimiwa Kanali Ahmed Abbas Ahmed, pokeeni hongera nyingi sana. Mheshimiwa mwenyekiti na ndugu wajumbe pamoja uh, na kupata hati safi, mwenendo wetu wa ushughulikiaji wa hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na maagizo ya laki kwa kiasi fulani unaridhisha, lakini pia tunapaswa kufanya kazi zaidi. Aidha, za kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2024 tume fahamishwa kuwa jumla ya hoja na mapendekezo ishirini na tisa yaliyotolewa na CAG, kati ya hayo yaliyofanyiwa kazi na kufungwa ni kumi na yanaoendelea na utekelezaji na mapendekezo kumi na tisa. Pia hadi sasa bado kuna hoja saba za miaka ya nyuma na maagizo matatu ya laki ambayo hayajatekelezwa kikamilifu na kufungwa. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wa jumbe, tunatambua kuwa maelekezo mbalimbali kuhusiana na ushughulikiaji wa hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha ishirini na tatu ishirini na nne yametolewa kwenu na ofisi ya mkuu wa mkoa. Hivyo, kupitia mkutano huu naomba mpokee maelekezo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 Pili, mkurugenzi wa halmashauri yetu unapaswa kuchukua hatua mapema za kinidhamu kwa mtumishi yoyote anayesababisha hasara au hoja kwa usingi. Tatu, management inapaswa kuhakikisha taarifa za hesabu za mwisho wa mwaka yaani annual financial statement zinaandaliwa kwa kuzingatia matakwa ya viwango vya kihasibu vya kimataifa katika sekta ya umma yaani IPSAS. Nne. management tunapaswa kuhakikisha kuwa sheria, taratibu na kanuni za fedha au manunuzi zinazingatiwa ipasavyo, ili kuepuka kuwa na hoja zisizo na lazima. Tano. management inapaswa kuhakikisha inazuia kujirudia kwa hoja za aina ile ile kila mwaka, na ni maelekezo kwetu sote kwamba kwenu hoja zote za nyuma zilizosalia na maagizo ya laki yanafungwa kabla au ifikapo tarehe 30 Septemba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, niseme kwamba kipekee nichukue nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuishukuru sana ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za Serikali, hususan mkaguzi wetu mkuu wa nje wa mkoa wa Ruvuma pamoja na timu yake yote ya wakaguzi kwa ushirikiano wanaotoa kwa halmashauri zetu za mkoa wa Ruvuma. Tumeona kote tumeweza kupata hati safi, tujipongeze sana ili tupongeze wetu. Sio jambo rahisi kupata hati safi, ni ushirikiano uliotukuka, ndio maana tumeweza kufikia hapa na lingine pia tuseme tu asea uh, tunahakikishia kwamba kwanza tunapokea pongezi ulizotupatia kwa niaba ya halmashauri, lakini pia sekretarieti ya mkoa katika kupata hati safi, ushirikiano katika ukusanyaji wa mapato ambayo yamepanda, lakini pia katika kufanya kazi kwa ujumla, sisi tuko pamoja na wewe, tunaendelea kutegemea mawazo yako, lakini pia maelekezo ya Chama cha Mapinduzi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi, debe, debe. lakini pia ndugu rasmi mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Tunamshukuru tena rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kama halmashauri ya Mbinga kwa kumpatia mkurugenzi huyu ambaye sasa tunamwaza kwenye halmashauri huyu <tap> mkurugenzi nimekaa naye miaka hii wakati uko mbinga nimeifunza vitu vicate kwake. Kwanza ni burifu, tulikuwa tunapoteza mapato mengi sana fedha nyingi, lakini kwa uburifu wake toka kwenye asilimia saba kweni tano leo tunazungumzia bilini kumi na mbili. Sio rahisi, ni kwa sababu ya maono makubwa aliyonayo, lakini pamoja na wataalamu wake. Uugeni rasmi, halimashauri hii tumekuwa kunafanya vizuri kwa sababu ya ushirikiano mzuri katika vitu ambavyo sisi tumekataa ni kuwa na mipasuko au na migogoro isiyokuwa na tija aasha. <coughs> Kurugenzi pamoja na timu yako, sisi tunakuacha, tunaondoka, tunaenda uraiani, tunakwenda kusaka kura tena. <coughs> Lakini imani yetu, tunaamini kwamba nafasi yoyote tulionayo, kama Mungu akipiga X, hata kama ungeenda kwa gamba kienyeji, haiwezekani <coughs> Jamhuri ya Muungano wa Tanzania <laughs> lakini tunaendelea kumwomba Mungu atusaidie turudi <laughs> kwa maslahi ya watanzania wanaoishi Mbinga, kwa maana ya wananchi wa Mbinga tunamwomba Mungu turudi, tuendelee kukiheshimisha chama chetu cha Mapinduzi, maana dico chama ambacho ni tumaini la Watanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya wa wa Mungu, kuhuli, jamazetu, Mane, jama, hayo jumba nirasmi, mimi nikutakia safari njema. Kokote, kako, kokote utakapokwenda Mungu akaende na wewe, kama alivyomwambia ipe, kokote utakapokwenda mimi Mungu nitakuwa na wewe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakuma kikao rasmi naziliku